Naam, karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo. Na kukaribisha tena hapa ndani ya dimba la Benjamin William Mkapa. Hii ni mchezo wa kimataifa nikiwa na maana kwenye tournament za CAF kuna michuano ya aina mbili. Kuna tournament za CAF Champions League na pia vilevile vile, kuna tournament za CAF Confederation Cup. Mimi hapa leo niko hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Nia na madhumuni yangu na kupasha na ninakuhabarisha matukio mbalimbali mbali, yatakayokuwa yakiendelea hapa kwenye tournament za CAF Champions League, ambako ni mchezo unaotarajiwa kupigwa kunako majira ya saa kumi na moja saa za Afrika Mashariki na Kati, kati ya Young Africans dhidi ya Wild United kutokea pale nchini Angola. Mchezo mkondo wa kwanza, Young Africans walikiwa ugenini, waliweza kushinda kwa jumla ya mabao matatu kwa sifuri. Hii leo tena wanakwenda kuumana hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa kabla ya kuja hapa kurudiana katika dimba la Benjamin William Mkapa. Young Africans alitupa karata yake katika Ligi Kuu Tanzania Bara. Mchezo ambao alicheza dhidi ya Pamba United na Young Africans akaibuka na ushindi wa, ba... wa mabao matatu kwa sifuri. Huku Willet United wao nyumbani kwao nchini Angola walicheza na Premier Di Agosto. Pia vile vile Willet wakaweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Premier Di Agosto. Michezo miwili ambayo yote ni kati ya Young Africans wameshinda michezo yote. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni wa goli tatu waliporejea kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara. Mchezo uliofuata wakashinda tena dhidi goli tatu dhidi ya Pamba Jiji Premier League hapa, uh, United waliweza kufungwa mchezo wa mkondo wa kwanza wa ligi kuu ya mabingwa barani Afrika, maarufu kama CAF Champions League walipokwenda nyumbani kwao kwenye kucheza kwenye ligi kuu ya nchini Angola wakaweza kuifunga Primeiro de Agosto bao moja kwa sifuri. Wanakuja tena kutupa karata yao ya mwisho kuangalia kwamba kama kutakuwa kuna uwezekano wa kuendelea na michuano ya second preliminary round, nikiwa na maana ya hatua inayofuata, kama watafanikiwa kumtoa Young Africans, kama Young Africans atavimba kwelikweli kweli na kuonyesha makucha ambayo tumekwisha kuwazoea wakiyafanya hivyo. Basi tutaona wakiendelea mbele kwenda kushiriki kwenye michuano hii ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Nikupasha na nikujuze na nikwambia kwamba huku ndiko waliokuwepo wanaume shupavu, huku ndiko walipokuwepo majasusi wazee wa kamati ya roho mbaya. Bingwa Pyramid yupo huku japo yuko anaendelea kucheza kwenye michuano ya Inter World Cup, nikiwa na maana ya ngazi za vilabu, anakwenda kuwakilisha miongoni mwa timu ambayo inatokea katika ardhi ya Afrika. Nikukaribisha tena, sogea hapa tuweze kuzungumza michezo na burudani katika dimba la Benjamin William Mkapa. Unavyoiona ndivyo ambavyo picha ngavu inaonekana katika dimba la Benjamin William Mkapa sisi tumefika hapa kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali yanayokuwa yakiendelea kunako dimba hili la Benjamin William Mkapa. Nikwambia ya kwamba ulinzi umeimarishwa kweli kweli, na kila kitu kiko sawasawia kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba kila jambo litakalokuwa likiendelea hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa, no doubt, linakuwa na usalama, na kila mtu atakayefika hapa ni kumhakikishia kwamba asilimia mia moja usalama umeimarishwa katika dimba hili la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo ambako majira ya saa kumi na moja saa za Afrika Mashariki na kati tutakwenda kushuhudia mbungi kati ya Young Africans dhidi ya Violet United. Ni Young Africans ku kwenda kuiheshimisha taifa kwa mara nyingine, akiwa katika eneo lao la nyumbani ama pitch ya nyumbani kwenye tournament hizi za CAF Champions League ama kwenda kuangalia ni namna gani atakavyokwenda kuwaburudisha mashabiki wao kuelekea katika mchezo huu. Wamekuja na slogan inayosema mfumo umekubali. Mfumo wa namna gani kwa Roman falls ambavyo umekubali, basi sisi na wewe tutakwenda kujishuhudia ni namna gani ambavyo mfumo umekubali katika dimba hili la Benjamin William Mkapa kunako majira ya saa kumi na moja saa za Afrika Mashariki na kati. Kile ambacho unachokiona kinachokuwa kikiendelea hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa, no doubt, ndicho ambacho sisi tunachokuletea, na matukio mbalimbali utakuwa ukiyapata hapa kunako dimba hili la Benjamin William Mkapa. Enjoy the game, bado tuko hapa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa.

Kwa matukio mbalimbali utakuwa ukiyapata hapa ndani ya Chapesa Media. Hapa ndipo sehemu ambako tunapoweza kuzileta taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tukikuletea hapa mubashara kabisa kwa kupitia Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo uwe kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwa maana sisi tumekwisha kujiongea katika dimba hili la Benjamin William Mkapa ni na madhumuni yetu nikukupasha matukio mbalimbali mbali yanayokuwa yakiendelea hapa ndani ya dimba la Benjamin William Mkapa. Stay tuned. This is Chapesa Media.